Wa West TV. Na nimesema, mimi nimesema. Hawa wana wachezaji ambao wanawatosha kuwapa ubingwa. Ukimzungumzia wa Pipin Kamara, kacheza nusu finali. Yeah, yeah. Ukimzungumzia Fabrice Ngoma, Fabrice Longoma kadhalika, anacheza na AS Vita, akafaidika na Wydad ikachukua ubingwa. Mm-hmm. Kwa nini finali? Ukimzungumzia Kibu Denis kacheza robo finali ya Klabu Bingwa ambayo tunaambiwa group stage yake ni finali. Yeah, ya shirikisho. Kwa mfano wake, group stage ya hey, wanamithilisha. Kati ya group stage ya Klabu Bingwa na huko ni fainali. Acha tusichukue maneno ya ziaka, lakini wanayo timu sasa hivi ambayo inatakiwa iwekewe nguvu kwenye emotional factor, ibebwe kwa hisia. sasa hivi ni muda ambao wa kuiomba serikali sasa, si kuomba uwanja wa Mkapa, mashabiki wapelekwe wapi tena? Moroko dhidi ya kikosi, umeona timu ya jiji ile, ule mji wao ukienda ni machinjio Wamethibitisha hawa, hangaika nao, sio wamepigwa goli nane moja. Hey, fungwa yeah. Tano pale, wameshinda goli tatu South Africa. Yeah. Hivi ni kweli eh? Hawa, eh, eh, Constantine. Yeah. Sisi tumehangaika nao. Kwa hiyo wametupa mbili hapa, tumekuja kurudisha mbili. Wamekula nne kwao, kwao wamefunga moja. Sisi mpango wetu wa sasa hivi wa mashabiki wa Simba uwe ni sisi ni kuibeba hii timu ka ikachukue kombe. Sasa hivi sio hamu ya finali. Simba wako finali. Simba sasa hivi wako finali. Wala wana haja kumtambia mtu. Simba wako fainali. Sawa. Wala kuhitajiki ngonjera, vipeperushi. Simba wanataka kombe. Na jana Zuberi ni zaidi ya miaka 32. Eh, kwenye mashindano ya Confederation Africa, Simba ndo mara ya kwanza kuingia. Eh, kwa hii mifumo ya kafu ya sasa. Ndio mifumo ya kafu ya sasa. Na ni sahihi kwamba ni mara ya kwanza kwenye mifumo ya kafu ya sasa. Ndio. Hayo ya zamani ni kutaka kutohoa sasa. Yani, uzungumzie watu wenzetu walikuwa wanafanya kazi Knet na sisi ambao tuko ghorofa la sasa. Professor anakaa namba 4 hapo juu. Ah, okay. Eh, sasa sasa, tukikado kwa magoli. Ah, uh, tunataka kufahamu kuhusiana na Simba kwenye dirisha kubwa hilo la usajili, jina la Fei Toto lipo hiyo uh, um, sasa hiyo ni siri siri, za klabu usajili ni ni vita, hatuwezi kutoa lolote kwa kwa kwa kwa sasa hivi, lakini kama unavyojua, Mo Dewij president wa Simba. Simba hashindi chochote katika katika kuimarisha Simba. Hiyo hiyo hiyo siwezi siwezi kujua. Naomba niishi hapa hapa. Kila mtu anajua Feisal katika local players the best player, kwa hiyo ndio maana nimefurahi. Yule mchezaji ana mkataba na Azam, kwa hiyo, siwezi kumzungumzia hiyo. Mimi nasema malengo yetu mwaka huu kwanza ilikuwa ni nusu finali, eh, kwa sababu timu mpya, lakini tumevuka mpaka finali na tutaenda kupambana. Sasa tumeingia fainali, wachezaji wasiwe na oga, hawana cha kupoteza, wakacheze mpira wao, wakacheze itakavyochezwa. Mimi naamini kama Mungu yuko upande wetu, tutavuka hii mechi. Ilikuwa ni mechi ngumu sana, watu walikuwa wanaona kama ni timu ya kawaida, lakini sio timu ya kawaida, ni timu nzuri, ndio maana imewatoa mabingwa tetezi Zamalek. kwa hiyo Mungu tumevuka finali. So, hapo, yeah. Uh, na finali. Sawa, ni Crescentus Magoli huyo akizungumza hapo kuhusiana na Feisal Toto hasa uh, usajili wake pengine jina lipo mezani ama vipi, lakini ameshindwa kuzungumza kwa sababu amekiri uh, na Azam FC. Inaongeza kwenye ukwaoneugwao ndinye ujuunkokote anaongeza kitu tofauti kwa sababu ni good and tunasema, watu wa mpira wanasema uwezo wa kupambana kiwa njani. Pace, kwenye nafasi kupasia kupiga kupambana kiwanjani ana e, e, kuna ile ability kwenye reactions, lakini pili ni mchezaji ambaye hakuna mtu atamani kuwa na mchezaji kama Feisal. Ile ni bata, ni bwana nyepesi tu ah, okay. Unabonyeza inakupa unachokitaji sawa. so, sasa Simba wanahitaji ng african siku na wanahitaji, anamweka nani bench, anamweka nani bench kwa kikosi hicho, yani Feisal sawa, yani Feisal ameenda unyamani Kibu au jinchali au yani bench kama hivi, sababu kisha kwa na Feisal lazima mbadili mpango wa timu tena, kuangalia mnakwenda kumtumiaje. Ndio, eh yani unakwenda kumtumia, inawezekana mahitaji ya mwalimu, namna anavyoweza kumtumia. Ah, okay. Anasema anamweka nani bench, wewe usijua, kocha anaweza kaenda akajaribu kila mtu kumpa nafasi vile anavyotaka kumtumia. Ah, okay. Basi Msimbazi Simba wamelakiwa na baadhi ya mashabiki na wanachama wao ambao wamejitokeza, eh, kuwapokea, lakini kubwa ujumbe ambao wanao kwa hivi sasa kupitia kwa mshauri wa rais wa heshima mm, ambaye ni Mohamed ndio, uh, Dewij Crensetus no, Magoli, Magoli sasa, yeye amesema hivi mwamba operations za Simba huyo kwa hivi sasa eh, kamba yao moja ya kazi kubwa ambayo wanakwenda kuifanya ndio ni kuongeza wachezaji wa maana kabisa. Eh eh, hapa haitoshi, hapa haitoshi, wacha tumsikilize bwana sawa. Sasa akizungumzia hilo Magori huyu hapa kuhusiana na namna ambavyo watakavyokisuka kikosi chao kwenye dirisha kubwa la usajili tumeingia fainali. <laughs> Lakini ukweli ni kwamba huwezi ukatengeneza kikosi kizuri kwa, kwa, kwa, kwa, kwa session moja. Kwa hiyo tutaenda tena dirisha lingine la Juni, Julai, tutaongeza wachezaji wa quality ya juu kama watatu wanne, ambao kija kuungana na hawa ambao tuko nao, utakuwa bora zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo, mwalimu ameshasema sehemu nyingi, nafasi zote kuanzia beki, katikati na kule mbele, katikati kwa maana yuba pia kule kwenye attacking viungo pia na mbele. Kwa hiyo tutaangalia, lakini mwalimu kwa sababu ndiye na project yake ataweza kutuguide kuweza kujua e, ni kwa jinsi gani ambavyo tutaimarisha kikosi chetu, lakini kwanza tucheze fainali, Mungu akijalia tuchukue kikombe. Sawa, huyo ni Magoli Crescentus Magoli, yeah. Akizungumza hapo hasa kuhusiana na kile ambacho watakwenda kukifanya hasa kwenye dirisha kubwa lijalo yeah. Sawa, hilo ni swala la muda lakini yeah. Mnyama wa Simba amewasili nchini Tanzania ni kweli. Yes, kunako uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pale, na washabiki ni wengi sana, wingi wa mashabiki Simba ameingia fainali na bado haijachukua ubingwa lakini nyumi la watu ni kubwa sana e, hii ina maana gani? Wakati fainali bado, inaweza kuwa furaha, inaweza kuwa upendo, lakini Simba wasisindikize mwanafunzi wa bweni bila trunk, nguo ataweka chini una eh? E, Simba wasisindikize mwanafunzi wa bweni bila trunk, nguo wataweka chini, kwa sababu Simba tayari wako fainali. Sawa, Simba mipango iwe ni fainali. Sawa mikakati ya mashabiki kwa kuzitazama mechi mbili, mechi ya away dhidi ya RS Berkane RS Berkane Morocco, Morocco, tarehe 17, wana mechi hapa nyumbani, ndio fainali, wameshavuka. Fainali wameshavuka. Sasa hivi vita ni namna gani ya kuwa mabingwa. Sasa kuna ubaya gani kwenda kuwalaki, kuwalaki? Sijasema ni tatizo, sawa hmm. Furaha isizidi malengo Unajua moja mburi mburi. Mburi. Mburi ya kitu ambacho, subiri, hichi kitu kilikuwa kinawasumbua sana. Moja ya kitu ambacho kinawapa ugumu Simba, viongozi na baadhi ya mashabiki, ni kuitazama simu ya timu yao kama saa mbovu inayosema ukweli. Acha ah, bwana. Yani kama waiamini, wanaiamini. Ndio maana kuna mechi ambazo wanapitia wakati mgumu, ah au hafai eh au hafai. Mechi wakishinda, timu yetu nzuri sana eh, hatuna timu, tutatengeza timu, lakini wanasahau leo hii ndio timu yao bora, miongoni mwa timu bora za muda mwingi, okay. Hawa ndio wachezaji wao bora wanaweza kuwapa ubingwa sasa. Haya ndio malengo ya Mo kwamba ipo siku Simba itachukua ubingwa. Finali yenyewe ndio hii. Sawa. Imeshawadia. Imeshawadia ndio finali yao. Kwa kuna wakati na kwa saa mbovu inaongea kweli. E, e, yaani wanaitazama timu yao kama saa mbovu inaosema ukweli. Yaani kwamba hawaiamini wakati ndio inafanya makubwa. Juzi hao wamemsema vibaya. Bwana Malatu baada ya kikosi cha Simba kufuzu katika hatua ya finali kombe la shirikisho barani Afrika. Unaambiwa Mohamed Dewiji ameingilia sakata la usajili la Faisal Faitoto ndani ya kikosi cha Simba huku kupitia mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Clint sentu Simagori ameweza kuthibitisha kwamba wanahitaji wachezaji kadhaa ili kuendelea kukinoa na kukiongezea nguvu kikosi cha Simba baada ya msimu huu kuwa katika ujenzi wa kikosi, lakini wamefanikiwa kufika mpaka hatua ya fainali. Kwa hiyo moja ya maingizo ambayo yanatajwa ndani ya kikosi cha Simba ni ingizo la Feisal Faitoto ndani ya kikosi cha Simba ambaye inasemekana anakuwa na bei ghali sana, huku kikosi cha Yanga nao wakihitaji kumrejesha Faisal ndani ya mitaa ya Twiga na Jangwani, lakini Simba nao wanaendelea kupushi sana kumhitaji Faisal ndani ya kikosi hicho. Ukiachana na hayo yote, Faisal pia ana ofa kutoka nje ya Tanzania, hasa Wydad Casablanca ambako Roland Mokoena aliyekuwa anamhitaji sana Faisal ndani ya kikosi hicho ameondoshwa katika kikosi hicho cha Wydad Casablanca. Kwa hiyo kuondoshwa kwake na dili lake la kutoa Wydad linaweza likapungua ah, nguvu. Lakini pia Faisal, ukiachana na Wydad ah, nchi za Afrika ya Kusini kama Kaizer Chiefs ambako yupo na Selbin Nabi, nako pia wanamhitaji sana Faisal Faira sufi kutoka nchi ya Tanzania, lakini Simba tunaambiwa nao hawapo nyuma, unaambiwa Mohamed Dewji dili hili ameliingilia kati na atafanya kikao muda wowote na kambi ya Feisal ili kuona namna ambavyo wanaweza kamnasa Feisal ndani ya kikosi cha Simba. Tuandikie maoni yako katika sehemu ya comment. Unafikiri kikosi cha Simba kikimnasa Feisal, nini kitakwenda kuongezeka na nini ambacho Simba wanastahili kukiongeza ili kuendelea kufanya vizuri, hasa katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini msimu ujao kwa bingwa barani Afrika kwa sababu Simba ana uhakika kumaliza nafasi ya pili lakini pia ana uwezo wa kuchukua hata ubingwa wa ligi kuu a Tanzania Bara.